Kigoma oye, Kigoma safi, safi. Uh, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeianza kazi na Mungu aliijalia vitu vitatu katika maisha yao. Cha kwanza, upendo kwa wananchi wangu kwa watu wangu na kwa watu ambao tunakutana nao kila siku na tunafanya nao kazi kila siku. Mimi niwaambie ni ukweli, mimi ni mbinafsi sana kwa mtu ambaye sio waeneo langu. Kwa, kwa mfano nakusikia kuna mtu anatoka sehemu nyingine anakuja kuwaibia mashine watu wa eneo langu, yaani natamani niyodolia namini wemu <laughs> moja kati ya vitu ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan alitubariki katika mkoa wetu wa Kigoma ni kutuletea mzee Sirro kuwa mkuu wa mkoa wa mji wetu wa Kigoma mjini, na nitawaambia kwa sababu gani. Moja, ujasiri alionao mzee huyu. Hivi tunampa kazi ya kupambana na majangili ya kwenye ziwa peke yake, na alikuwa na kazi ya kupambana na majangili katika nchi nzima. Yani wakati nyee mnalia lia Kigoma kuna mtu mwingine analia Bukoba kuna mtu mwingine analia Mtwara kuna mtu mwingine Mara kote alikuwa anaweza kupambana napo ko naamini kwa hili la Kigoma mjini kwako Sirro, ni biskuti ambayo unatakiwa uibadilishe. So huko tunamshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea jembe, na mimi niseme ukweli kama tunataka wavuvi wafaidi hili zao letu linalotoka kwenye Ziwa Tanganyika ni lazima wanapoenda wa kuvua na kurudi wawe na amani ya mioyo yao, kwamba tunakwenda na tutarudi salama. Moja kati ya plani ambazo niko nazo mimi, mzee wangu, mzee Sirro, ni kushirikiana na serikali yangu ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunapata mashine au wamezoea kukopesha. Mimi mashine za bure kwa ajili ya kuwapa watu sasa. Haitawezekana kama unaenda kuhaha. Kwa mfano uh, wiki ijayo nitakuwa niko Dubai, nikitoka Dubai naenda Japan. Japan kwenye mji unaitwa Osaka, ni mji ambao umetawaliwa na maji karibia asilimia sabini, ni maji matupu. Wale ndio wana mashine za kisasa kutoka Japan futa mashine kwa ajili ya kuwaletea wavuvi, alafu unamletea leo, umetoka Japani, umehangaika, umetumia nauli na kila kitu, kesho yake unasikia bwana, wameshachukua iko kongwe. Haiwezekani jamani. Kwa naomba sana, naomba sana uh, jeshi letu la polisi au uh, vyombo vyote vya ulinzi na usalama mweke nguvu kwenye hili, na sisi kama wananchi tuko tayari, kwa sababu kuna wezi wengine wako kwenenye jamii yetu. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu wakati jeshi la polisi au vyombo vya ulinzi wa usalama vinafanya kazi yake, lazima wananchi pia mshirikiane kwa pamoja, kwa kuwaonyesha watu ambao either wanashiriki moja kwa moja au wanashirikiana wengine, wanashirikiana hata kwa kutoa information. Mimi nitakuja hapa Bangwe, nimeleta mashine kumi nimetoka nazo Japani kwa heka, heka. Sasa hivi kumbukeni, hatuahidi tena. Sasa hivi mimi nishakuwa mduke kabisa, ningekuwa natafuta kura ningesema Babalevo anaambia anasema hivi ili apigiwe kura. Sasa hivi sitafuti kura, sasa hivi tunatekeleza. Na moja kati ya vitu ambavyo Dk Samia Suluh Hassan alipokuja Kigoma aliongea kwa kinywa chake ni kuhusiana na ulinzi na usalama wa watu ambao wanafanya biashara ya uvuvi katika ziwa letu pale Katosha. Moja kati ya mbinu ambazo tutazitumia sisi wanasiasa, tutapeleka majina ya watu ambao tutaambiwa pia na wa, wa, wapiga kura wetu kwamba huyu mtu ni tatizo. Kama wewe unaogopa kumfikia Siro, niambie mimi au mwambie diwani aniletee rojin. Lakini hatutaki kupak kupakaziana kwa chuki. Kuna mtu mwigie sasa, huu ndio muda wa kumuua mtoto wa fulani. Huu ndio muda mtoto wa fulani aende jela. Huu ndio muda hatutaki. Vyombo vitachunguza. <laughs> Ei, nivyojifunza kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Umbea una nafasi lakini unachunguzwa. <laughs> Unafikiri, Unafikiri ushushushu ni nini? Umbea, lakini sio kila umbea watu watachukua hatua. Kwa tunataka mtupe information ya mtu fulani na fulani na fulani ili tukiwafinya watatupeleka, na inawezekana, mzee wangu, anaweza tukafunga safari mpaka huko huko Kongo. Kongo kwenyewe watupe mashine zetu, watu wache, watu wetu wafanye biashara kwa amani na furaha. <laughs> <laughs> mimi nafikiri, naomba niseme machache hayo, maneno mengi yanapoteza raha ya kazi. Kilichobakia, sisi mmetupa kazi, mmeeleza kero, na niwahakikishie majeshi yenu sio mabaya sana, na kama ni mapungufu ni baadhi ya wachache. Lakini wahakikishie kwamba kuanzia leo ambao nimekanyaga hapa, tunakokwenda wenyewe mtajua kwamba serikali yenu haina mchezo na hayo. Lakini naomba tuache namba za simu, narudia, naomba tuache namba zetu za simu na kama unajua kuna jambazi yeyote waziwani bila kumwonea, kama alivyosema Mheshimiwa mbunge na tukafanikiwa kukamata hizo boti, una milioni yako moja. Unakuja kusina kwa milioni moja, ambaye ana kielelezo ameiba ukimkamata, na hiyo kitu, wewe una milioni moja kutoka kwangu. Makofi kwenye hiyo Mheshimiwa. Kwa mbunge kwanza, nikushukuru sana kwa kujali maka hii forum haikuwa ya kwako, lakini kwa sababu ya utii na kwa sababu unapenda watu wako na nchi yako, umekuja baada ya kusikia nimekuja huku. Kwa hiyo, wananchi, mnaweza kuona viongozi hawa mliwapigania wanavyojali wananchi wao na nchi yao. Mtu mwingine alivyotia na shati ivyo akuja kukanyaga udongo wa nini, lakini amejari, na lengo ni kujenga, na lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu naishi kwa amani na utulivu. Niwahakikishie, niwaondolee hofu, tumekuja kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kama Mheshimiwa Rais na Dkt. Samia Suluhu Hassan alivyotuelekeza. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Sasa ni kazi tu, tunaenda kujipanga kuhakikisha kwamba mnaendelea kuishi kwa amani na utulivu. Asanteni sana. Namba namba kutupa namba yangu 0, 75, wengine amwandiki kuna wengine hata, hata mnawako akupiga kibao, wewe nipigie simu. <laughs> <laughs> wake unyanyasaji hatutaki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata akikupiga kofi ambia Kamanda Siro, huyu mtu kanipiga kofi, nitamwambia si utaratibu z sab n 2 Naomba nirudi ziro saba tano nne mbili nane ziro tisa tisa nne.